Um, karibuni katika Ijue Kweli, na leo tutaenda kumwongelea kibaraka mwingine oh, mwigizaji mwingine kwenye madhabahu ya Bwana yaitakiwa kuwa ya, ya Bwana, lakini wanaitumia kwa nafsi zao. So huyu uh, uh, alama ambayo tutaizungumzia hapa wanaita X, o, Osiris, uh, li, lizen, kwa maana anainuka sasa Osiris nilishai ni ni kuiongelea kwenye nani moja episodi kwamba Osiris ni moja ya ile miungu mi, miungu mi, miungu ya Kiegypt ambayo wanadai wao wanavyofundishwa awa freemason kwamba ni mungu ni, ni, miungu, ni miungu wa wa kujaji waliokufa na underworld mungu underworld, kwa maana ya kuzimu, afu vile vile ni katika hilo utakatifu wa o, nani uta, nani utaka, utatu utakatifu wao ni mungu ambaye a, ni mume vilevile ni, ni mume au kaka wa Osiris na Isis, I mean, alafu um, matokeo yao wakampata Horus ambaye ndio unaonaka wanaziba jicho moja kwa ajili ya kumwabudu lakini sasa hii alama unaona, kama wanatengeneza X, umeona, ni kwa ajili ya kumwonyesha kumwabudu, na wanaamini kwamba ni hata wao wana, wanavyoamini kwamba ni unakuwa una, una, una successful unakuwa more, uh, una produce more when you show that, yani ukimwonyesha hivyo wanavyo hizo alama kama hiyo na ndio hapo unapata maneno kama unasikia kama kama huyu huyu unaona ubilionea huyu Elon Musk akaita nani website yake kwamba baada ya kwa kuichukua Twitter akaita X. Au unasikia una baadhi ana kampuni nyingine inaitwa Space X, umeona? Au ndio hii unasikia anaita Xmas, umeona? kama huko kwenye ulimwengu wa, wa mziki unasikia kwamba Lil, Lil Nas X, umeona. So hayo yote ni kuonyesha kwamba ni nikumsujudia kumu, kumu, au kumwabudu hii miungu mihu, ya kimisli ambayo, basically kwa sababu nanii hawa freemason wakimwabudu, na hapo nimekuwekea baadhi ya picha wao wakiwa kwenye matempo yao au ile maj, majumba yao ya kuabudia. Unaona freemason wakifanya alama kama anayoifanya hapa huyu Bishop Gwajima uh, So, yeah. Alama ya pili ambayo nitaizungumzia ni tulikuwa tumeshaizungumzia pia uh, wanaita inverted pentagram. Na inverted pentagram wana ni kuichola tu ile kuonyesha kwamba uh, ni kuionyesha hiyo alama ya pentagram na kama tunavyofahamu pentagram ni muhimu sana katika upande wa uu wa nguvu za giza huu wa freemason. Sasa, unamwona hapo Bishop Bishop uh, Gwajima akionyesha aki, aki, aki hapo alama hiyo, na hiyo ni, na, ni moja ya simbo ya kwa wao kwa kama freemason ya kuasiriana au ya kutambuana na vile vile ni njia ya kumoy, kum, kum, kumsujudia au kumworship yule um, ambayo ni adui wetu kwa maana ya Shetani. Ijapokuwa Shetani anawapa ana majina tofauti tofauti, lakini ni, ni, ni, ni ile, ile ni, ni lo yule yule wa giza mmoja, lakini anakuwa anawapa majina tofauti tofauti, so, yeah. nyingine nayo pia tumeshaijadili, lakini nitaiweka tu hapo kwa haraka haraka, umeona, so wanaiita death penalty kama kawaida hii ni kwa ajili ya kuwakumbusha wao kama Freemason, na vilevile kutambuana kama ndani ya Freemason kwamba wanakumbuka kiapo walichochukua kwamba wasitoe siri zozote na gharama ya kutoa siri ni kifo. Alama tatu ni ya, wa ile number of the beast kwa maana 666 iliyoelezwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Sasa katika wale Freemason wote ambao wamechukua kiapo huwa na jinsi ya kuionyesha, ndio kama kwenye picha inavyoonekana hapo. So nishaijadili koo, sitaki kuwabua watu kwa kuwachukua mda wao, so yeah. Alama nyingine ni hii uh, uh, pia nikuwa shaizungumzia inaitwa a uh, jicho linaloona mda wote au jicho la Horus ambayo ni moja ya miungu ya Kimisri waliokuwa naiabudu kipindi hicho, ndio mpaka sasa hivi. So unaweza ukadhani hizo picha kwamba, uh, kwamba labda designer amekosea au au hiyo social media manager amekosea ya kupost yakapost jicho moja. Hapana, hiyo ni njia kama Freemason ya kuwasiliana na ni njia ya kumsujudia au kumwoshipu mungu wao, so yeah nimeweka hapo. Kuna sometimes wengine wanafanya viwili kwa twin one, kama unavyomwona hapo Bishop amefanya, yani ameziba jicho at the same time ameweka ile alama ya sita sita. So unaweza kaona hapa na wenzake wote waliochwaki hapo wenzake uh, so yeah. nyingine um, niliona siku moja kwenye moja ya post zake ameposti aliamua kumposta mwenyewe ali, aliposti pentagram na devo mwenyewe akiwa ameshikilia pentagram na una, kama tunavyofahamu pent, uh, pentagram katika freemason katika freemason au ulimwengu wa giza ni muhimu sana, so aliamua kumpost hapa, lakini alikuja na story kwamba nyote imeonekana, lakini hapa ni hii ni form ya ni njia ya kum, kumsujudia Mungu wao kumworship Mungu wao. Um, uh, nyingine niliona siku moja pia aliweka kwamba aliwahi kuonana kwa na aliwahi na, na, kumwona shetani. So ni kweli wanaonana na shetani, lakini sio katika physical form, katika huu mili yetu uh, hii -uh, wanabidi wa, wa, waache nafsi zao waache nafsi zao, yani kama vile jinsi waangaji wanaologa wanavu wanavyofanya humwona, hii njia aliyosema hapa, alikutana naye alikutana naye, akadai ametimka mbio hii ni, ni, ni, ni, ni, ni kujisi tu ya kutudanganya sisi. Ni kweli wanaonana naye, lakini wanavyoonana nao wanavyoonana naye sio katika kama sisi hapa katika physical form, wanaonana katika ulimwengu wa law umona, na ndio maana uliona aliposti, na ile ile tukihusisha sasa na pentagram, kwa sababu pentagram ndio anaitumia wanaichora chini, alafu wanamuita yenye shetani, ndio anawapa shetani au kupitia majini yake, ndio yanawawezesha kuacha nafsi kuacha mwili wao ndani na kuenda kwenye hivyo vikao. so, Yeah. Kitu kingine mlitaka nikizungumzie ni niliona hii picha amepost hapa, akiwa na anavyodai kwamba ni, um, picha, mipo, sehapa, kwa ni God's General. Sasa hii shaking hii inayoonekana hapo kwenye picha ni ya Master Mason. Uh, anachotakiwa tu kukifanya Master Mason ana press lile dole gumba katika kidole cha tatu kutoka kwenye dole gumba, ana press pale kwenye gep katikati, na akifanya hivyo mwenzake anafahamu kwamba huyu ni memba. And uh, kitu kingine ambacho nataka kuzungumzia ni kwamba Freemason ni principle, hii iko kwenye kiapo chao, ni kusaidiana. Ndio maana wana ishara, ndio maana wana maneno ya asili, kwa maana ya password, jinsi wanavyowasiliana. Sasa master mason ni mtu mwenye degree tatu za freemason mana. So kwa kusema hivyo, nikitumia maneno aliyotumia hapo kwamba These are God's general, These are not God's general. These are generals of Freemason. Kwa kusema hivyo. Nashukuru sana. Santeni.